Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibba fillah, baada ya khutbati lhaja, alhamdulillahi ambaye ametutoa katika sehemu mbalimbali za nchi hizi za Afrika ya Mashariki kwa kusanyika katika markazi hii

Bin Hashim bin Abdul Qadir bin Musawa hafidhahu Allah Ta'ala, katika jambo la furaha zuri la kumwozesha kijana wake. Tumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atukamilishie kwa wepesi zaidi hapo ambapo pamebakia hadi kufikia kutimia kwa jambo hili. Kwa hiyo, bila shaka tufahamu kwamba aqdi ni baada al-maghrib insha Allah Ta'ala lakini baada ya isha, afwan, baada ya isha. Lakini kama ilivyodaa, kama ilivyoada ya masalafi, huwa katika munasabati kama hizi hupatiliza fursa ya kujuana mashayikh mbalimbali wa duat ila Allah, wa maeneo tofauti, na kupeana nasaha na maelekezo na miongozo na ukumbusho katika lile ambalo limetufanya tukusanyike kwa ajili yake na mengine ufuata baada ya hapo. Kwa hiyo mimi leo kazi yangu ni ndogo sana, na itakuwa alhamdulillah ni shalay pati yangu. Sasa hivi tutakuwa na nadwa ambayo itaanza saa hivi mpaka muda huo wa aqli insha Allah, na kutakuwa na kalima mbalimbali mbali kutoka kwa mashayikh zetu, Allah wahifadhi na wawafikishe, ambao au ambao, na dua hii itasimamiwa na kuendeshwa katika kuwahudhurisha mashayikh mmoja mmoja hadi wakati utakapofikia, na kazi hii itafanywa na shekhuna Alfadil Abu AbdusSalam Sheikh Mujahid hafidhahu Allah Taala. Atakuwa yeye ndiye aliyesimamia jambo hili kuanzia sasa hadi kufikia muda huo. Huwa hana desturi ya kuchoka, lakini ikitokea kachoka, tutakuwa tumsaidia, lakini desturi ya kuchoka si katika tabia zake. Kwa hiyo, ayuha Sheikh Al-Fadil Al-Sheikh Mujahid abu Abdusalam, barakallahu fika, tukuomba ukaribia katika meza hii kwa ajili ya kutusimamia na kutuanzishia